Mshike mkono aliye jirani yako, mwambie ongela, kwa ibada ya pili amen. Tunamshukuru Mungu kwenye ibada ya kwanza, tumekuwa na neno zuri ambalo naamini kila aliyekuwepo, najua kuna wengine wameondoka kwa sababu walikuwa wamekuja kwa ibada tu moja ya kwanza, lakini kuna wengine wameunganisha ibada ya kwanza na ya pili Aa, naamini kuna kitu ambacho Roho Mtakatifu amesema na wewe kupitia neno ambalo limepita katikati yetu. Amen. Neno lilikuwa linatoka kwenye kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati na ukisoma ile mistari kumi na nne ya sura hiyo ya ishirini na nane inazungumzia baraka, lakini ukianzia mstari wa kumi na tano na kuendelea mpaka sitini na kitu kule inazungumzia laana. Kwa hiyo tumeona jinsi ambavyo Mungu anahitaji ya kwamba tuweze kutii na kufuata yale maelekezo na maagizo ambayo natu, anatuagiza ndipo tutaona zile baraka kwenye mstari wa kwanza mpaka kwenye mstari wa kumi na nne zikiwa sehemu ya maisha yetu. Jina la Bwana libarikiwe. E, unajua, kuna wakati mwingine tunashika kamsari alafu tunaingia kwenye maombi, Mungu ulisema ulisema Lakini baada ya kusema, alikusudia nini? Kuna sharti ambalo linafuatwa ndipo yatimizwe yale ambayo amesema. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo ninaamini aliyekuwepo kwenye ibada ya kwanza na ambaye pia umeunganisha ibada ya pili, kuna kitu kikubwa ambacho umetoka nacho kwenye hiyo ibada ya kwanza, na ibada ya pili ni mwendelezo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Tutaangalia eneo la kumpenda Mungu, pia tutaona kuna vipengele ambavyo pia tumekuwa navyo kwenye ibada ya kwanza. Kipengele tunaposema kumpenda Mungu. Kumpenda Mungu katika tafsiri nyepesi ni ile hali ya kumpa nafasi ya kwanza. Ni ile hali ya, ya kumheshimu Mungu, ya kwamba yeye ni kila kitu kwenye maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana, ninaamini tungezungumzia vitu, kila kitu unachokipenda ni tofauti na kila usichokipenda. Kila unachokipenda unakitunza vizuri. Kila unachokipenda U uko tayari kukitengenezea mazingira kwa gharama yoyote ili kisiharibike au kisipotee. Kwa nini? Kwa sababu unakipenda. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa tunapozungumzia kumpenda Mungu tutaangalia mambo machache ambayo yapo katika neno la Mungu. Tuanze na kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati sura ya sita mstari wa tano. Kumbukumbu kumbu la Torati sura ya sita mstari wa tano. Biblia inasema hivi: Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Narudia tena Nawe mpende Bwana Mungu wako. Naomba tuende wote pamoja, sema: nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Sasa tunabadilisha, utasema kwa nafsi yako binafsi pale tulisema kwa wingi. Sema nami, ni mpende Bwana Mungu wangu kwa moyo wangu wote, kwa roho yangu yote na kwa nguvu zangu zote. Na kuna mahali pengine anasema hata na kwa akili zako zote. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini tunaangalia ujumbe huu? katika kumpenda Mungu yapo mambo mengi lakini tutaangalia mambo machache kulingana na vile ambavyo Mungu ametupa hii nafasi. Tunapozungumza kumpenda Mungu, kwa nini Mungu anaagiza kuambia watu wake kwamba wampende kwa moyo wao wote na kwa roho yao yote lakini pia na kwa nguvu zao zote maanake, kwamba katika jitihada za kuonyesha kwamba Mungu unampenda moyo wako unahitajika, roho yako inahitajika, na nguvu zako zinahitajika. Jina la Bwana libarikiwe, Jina la Bwana libarikiwe. Haitoshi tu kusema kwa mdomo kwamba ninampenda Mungu. Mungu anatamani kuona kuna jitihada ili kuthibitisha kila unachokilia kwamba unampenda. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Tuende kwenye kitabu kingine, kitabu kile cha Injili ya Yohana 14 ule mstari wa ishirini na moja. Yohana kumi na nne mstari wa ishirini na moja. Dipo naizokaa na Roho Mtakatifu alivyo wa ajabu sana, kwa sababu ujumbe wa ibada ya kwanza na ibada ya pili ni kitu kile kile, ni kama tunaongezea. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Maana anayempenda Mungu atatii maelekezo yake maagizo yake. Amen, jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kile kitabu cha Yohana 14 mstari wa 21 neno linasema hivi: yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na baba yangu, nami nitampenda na, na kujidhihirisha kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Huyu ni Yesu anasema. Pale tuliposoma ni Mungu alikuwa ananena nena kupitia Musa, hapa ni Yesu kwa kinywa chake ana nena ya kwamba mtu anipendaye ni yule azishikaye amri zangu. Amri zake ni yale tuliyoelekezwa kwenye ibada ya kwanza. Kuna mambo ambayo Mungu anataka tufanye kuna maelekezo ambayo Mungu anataka tufanye. Biblia inasema ya kwamba ili uonyeshe kwamba unampenda, manake ya ya ni pale unapoyatendea kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Anipendaye ni yule azishikae amri zangu. Nisikilize, kuzishika amri za Mungu si kukalili, hamaanishi kukalili, hamaanishi kukalili, hamaanishi kwamba unazielewa tu, anamaanisha ya kwamba ni yule azishikae, maanake kwamba ni sehemu ya maisha yake. Bila hizo hawezi kuendelea, bila hizo hawezi kutembea, bila hizo hawezi kufanya chochote, bila hizo hawezi kufanikiwa, maana zile amri zina maelekezo ndani yake. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kitu gani ambacho nataka tuone pale, kumpenda Mungu. Mwambie mwenzako, kumpenda Mungu Mwambie hivi, kumpenda Mungu hakuko katika maneno ya kinywa tu, bali katika kutenda kile ambacho Mungu anapenda utende. Mbona umwambie, mwambie kumpenda Mungu hakuko katika maneno ya kinywa tu, bali katika kutenda yale ambayo Mungu anapenda uyatende. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Ndiyo maana wakati Mungu anataka kupima moyo wa, wa, wa, wa Ibrahimu hebu tusome ile mwanzo ishirini na mbili hatutasoma mistari yote tuanzie ule mstari wa kumi na moja alafu na ule wa kumi na mbili mwanzo ishirini na mbili kumi na moja hadi kumi na mbili tuone ambapo Mungu alikuwa anataka kuupima moyo wa Ibrahim kwamba anampenda au anapenda alichokipata, kip, alicho kutoka kwake alichokisubiri kwa muda alicho mrefu. Kwa hiyo kuna mazingira mengine Mungu anaweza akaamua kukupima juu ya kile ulichopata, hata kama uliomba kwake akakupa. Kuna wakati Mungu anaweza akaamua kukupima ili aone moyo wako na nguvu zako na roho yako Ime, imezama kwenye kipi? Kwenye aliyekupa au kwenye ulichopewa? Siu, kama kuna mtu amenelewa hicho Kiswahili, si unaelewa? Tuchukulie kwa mfano, naweza nikaamua kukupa kitu sasa moyo wako unapenda nilichokupa au unapenda aliyekupa hicho alichokupa? Ndicho Mungu alichokuwa anapima kwa Ibrahimu. Tusome hiyo misali, ukipata nafasi soma hiyo sura nzima ya 22 mstari wa 11 na wa 12 wa kumi na mbili. Neno linasema hivi: ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema, Ibrahimu, Ibrahimu! Naye akasema, mimi hapa. Akasema, usimnyoshee kijana wako mkono, kijana wako, wala usimtendee neno, kwa maana sasa najua ya kuwa unamcha Mungu iwapo hukunizuilia mwanao mwanao wa pekee. Jina la Bwana libarikiwe. Huu ni wakati ambapo Mungu anamwambia Ibrahim. Huyo Ibrahimu alimsubiri mtoto ambayo ilikuwa ni ahadi ya Mungu kwa muda mrefu Halafu Mungu amekuja kuitimiza ile ahadi, miaka mingi imepita. Wakati mwingine tumekuwa tukikata tamaa Mungu anapokuwa hajajibu kwa wakati ulichokuwa umeomba, lakini haimaanishi kwamba Mungu hajasikia maombi yako. Kuna wakati mwingine Mungu anasubiri wakati aliyokusudia, maana Mungu pia huwa anajibu kwa wakati wake. Sawa, kuna wakati wetu hata kama ni la haraka Mungu anaangalia wakati wake kwenye hilo jambo. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe, sawa. So, kuna mwingine tunaweza tukawa hatujapata kama neno linavyosema kwenye Yakobo kwamba pengine tumeomba vibaya, lakini kwa wakati mwingine Mungu pia anaweza akachelewa kwa sababu zake mwenyewe. Angeweza kujibu kwa wakati kutoka kwa Ibrahimu lakini Ibrahimu akasubiri mpaka kuna wakati akaingia kwenye ubinadamu na, lakini nataka nikwambie, hata kama ukapita njia gani, ahadi ya Mungu bado iko pale pale. Wakati ukifika, lazima itimie. Jina la Bwana libarikiwe. Akampata mtoto wake Isaka alipompata kwenye misali hii tuliyosoma ni matokeo ya kile ambacho Mungu alitaka kuona moyo wake. Mungu akamwambia mtoe sadaka ya kuteketezwa Ibrahimu. Tunaona alitii na akachukua hatua, na akiwa katika utekelezaji amefika hatua sasa. Ili sadaka iteketezwe lazima uchinje, ukishachinja ndipo washe moto kwenye ile madhabahu uliyoijenga na kuweka ile sadaka ili iteketee, alafu ule moshi upande juu moja kwa moja mpaka mbinguni, kuonyesha sadaka yako imekubarika. Amefika hatua, ameshamweka juu ya ile madhabahu, ambako tayari kuni ziko tayari. Nimefupisha tu, hii habari ni ndefu, maana hata kuna wakati kijana aliuliza, sasa, mbona hatuoni mwanakondoo? hizo habari najua tunazifahamu, nataka tuende kwenye pointi ya ujumbe wetu wa mchana wa leo. Amen, wangapi wana amani mpaka sasa? Pige Yesu makofi mengi mengi. Kashamweka pale madhabahuni, nimesema ili ile sadaka uiteketeze lazima uchinje. kama ni mwana kondoo. sasa ni mtoto alitakiwa amchinje pale madhabahuni akachukua kisu akanyosha ili aanze kumchinja Isaka, ndipo huu mstari wa kumi na moja tuliousoma matokeo yake, ndipo malaika wa Bwana akamwita kutoka mbinguni, akasema Ibrahimu, Ibrahimu, naye akasema mimi hapa. Kwa lugha nyingine akaitika, akasema usimnyoshee ki usimnyoshee kijana mkono wako wala usimtendee neno, kwa maana sasa ninajua ya kuwa unamcha Mungu. Lile neno kumcha Mungu ni kumpenda Mungu, ni kumpa nafasi ya kwanza, ni kumheshimu Mungu kuliko chochote. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana li... Kwa hiyo manake, Mungu akauona moyo wa Ibrahim, akaiona roho ya Ibrahim, akaziona nguvu za Ibrahim. Maana nguvu lazima zilitumika. Mzee Sombe, nisaidie, mwalimu wangu mwenzangu wa Sunday school, hivi yule kijana labda mchungaji anaweza akatusaidia siku nyingine. Maana mpaka alikuwa na uwezo wa kubeba kitu, ni kijana mkubwa <laughs> si ndio? Jamani, si ni kijana mkubwa? Maana haituambi kwamba alibebwa mgongoni Alitembea na alibebesha naweka mzigo, maanake ni kijana mkubwa. Alafu sasa sijajua Ibrahimu alikuwa na, tuchukule sasa labda, mzee Sombe ndo Ibrahim, sasa una kijana wako mkubwa, halafu sasa inatakiwa umkamate, um, um, umweke pale, unatumia una nguvu ndogo? Si lazima nguvu zilitumika, zili jamani, tuko pamoja? mbona mna nishangaa. Kwa hiyo manake katika kumpenda Mungu Ibrahim, lazima alitumia nguvu. Kijana anasema, sasa baba, mbona unaanza kunifunga mimi si inataka hivi vifungu hizi kamba unataka umfunge mwana mwanakondoo, mbona nifunga mimi? Anasema, ha, tulia tu kijana, tulia tu, kuna kitu ambacho e, na, unafikiri kwa kazi ndogo. Jamani, hapa tu tunacheka, lakini nakwambia haikuwa kazi ndogo. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Hatujui alimkomvisi kwa kitu gani. Lakini akamfunga ili anachukua kisu amchinje. Malaika akamwambia usimchinje. Mungu ameujua moyo wako. Amejua ya kwamba unampenda. Amejua ya kwamba unamcha. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza akaruhusu jambo ili apime kwamba unampenda. Sasa hapo wengi ndipo huwa tunakata tamaa mapema, hapo wengi ndipo huwa tunarudi nyuma. Lakini nakutangazia katika ibada ya leo, wewe ambaye uko online na wewe ambaye uko kwenye ibada hii ya kwamba katika mazingira yoyote usikate tamaa, endelea kumpenda Mungu katika mazingira yoyote. Jina la Bwana libarikiwe. Acha watu waseme wanavyoweza kusema, lakini wewe simama kwenye kile ambacho Mungu anataka usimame nacho. Jina la Bwana libarikiwe. Usirudi nyuma kwa maneno ya watu. Hayakuanza leo, hata kwa Yesu yalimfuata mpaka msalabani. Sema wewe, unajifanya wewe ndio eh, unaokoa watu, hebu jiokoe mpaka msalabani. Mwambie mwenzako sembuse wewe lakini tunaona kwamba hakukata tamaa. Ndipo ndio maana kwenye ile Wafilipi ile mbili kuanzia tisa na kuendelea anasema, kwa njia hiyo Mungu akamkirimia jina pita majina yote. Kwa sababu gani? Alistahimili adhabu zote, alistahimili matukano yote, alistahimili kila vituko vya kila namna na kila vizuizi vya kila namna, ili kwamba atimize kile ambacho Baba amemwagiza. Hiyo ndiyo roho ya kumpenda Mungu. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Ndio maana kule kwenye Yohana anasema hivi, anipendaye ni yule azishikaye nini? amri zangu na kuzishika ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba. Ah, kumbe tukitaka tupendwe na Baba hakuna shortcut, mama mwenzako, hakuna shortcut, ni kuzishika nini jamani? Ni kuzishika nini? Um, mchungaji wetu alitoa mfano mzuri sana mimi umenipa somo kubwa sana aliwaita ndugu naomba nisiwataje, aliwaita ndugu wawili. Tumeona hizo spika mbili, wale ambao tumekuja ibada ya pili, alitoa mfano kwenye kwenye hizo spika mbili na hizo mbili za juu na hii ya chini, akawaita watu wawili na walitii, si ndio? Alafu akamwambia zibebeni Wakawa nataka kubeba moja moja, ah, nataka mbebe zote. Afu alikuwa watii, wakaacha kubeba moja moja, wakaanza kubeba zote, lakini kwa sababu ni nzito. Baadaye mchungaji akajua ule utii wao, akasema sasa, kwa kuwa mmetii na shukuru, rudini mkakae. Lakini walikuwa watii, umeelewa vizuri? Una, unajua walikuwa na sababu zote za kumwambia mchungaji haiwezekani, lakini hawa jamani, nimewatafakari kweli. Hata waseme mchungaji hatuwezi, wakaanza kubeba walikuwa na haki kabisa kumwambia huu mzigo kwa watu wawili hauwezekani, lakini mchungaji anasema hebu bebeni tena. Alikuwa nilikuwa namwangalia usoni mchungaji, yaani kama amemaanisha kabisa kwamba kweli wabebe <laughs> haya, hebu bebeni. Sio moja, bebeni zote kwa pamoja, wanang'ang'ana kubeba <laughs> Sasa kwenye kiroho, maana yake kwamba Mungu, tunapofanya kila alichotuagiza ndio njia inayoonyesha kwamba tumempenda na tukionyesha kwamba tumempenda yeye, automatically anatupenda. Ah, kuna mtu hajanielewa hapo. Yesu anasema hivi, anipendaye ni yule azishikaye amri zangu, na an, anipendaye atapendwa na Baba. Halafu kuna kitu cha tatu anasema, mimi nitajidhihirisha kwake. Unataka Yesu aonekane kwenye maisha yako, lazima utembee kwenye hizi hatua. Hakuna shortcut. Simama kwa Mimi sijajua unamtii Mungu kwa kiwango gani. Mimi sijajua unampenda Mungu kwa kiwango gani, lakini ninachojua ya kwamba kipimo cha kumpenda Mungu si katika maneno, bali ni katika utendaji. Sikatazi kusema kwa kinywa kwamba jamani, nimeokoka, ninampenda Yesu, alafu tunaongezeaga neno ninampenda Yesu sana. Okay, hilo sio tiketi. Tunapokuja kwenye uhalisia, je, kwenye mambo ya Mungu unajibidisha kwa kiwango gani? Maana kile kiwango unachojibidisha ndicho kinachoonyesha unampenda Mungu. Ndio maana yule unayempenda uko tayari kwa gharama yoyote, akikwambia njoo mara moja, unaenda. Ndio maana kwa sababu tunaipenda kazi, hata kama kuna mvua uko tayari kwa gharama yoyote, ili ufike kazini kwa muda ule uliohitajika. Lakini tunapokuja kwa Mungu, tunampenda Mungu kwa kiwango gani? Jitihada tunayoifanya kule kazini, nifike kwa gharama yoyote. Kwa Mungu natoa sababu, mvua ilikuwa kubwa. Mbona ikiwa kubwa kazini naenda? na mbele yetu kuna matukio ambayo tumetangaziwa ibada ya kwanza ya pili na ile ya tatu ambayo ni ya mavuno. Maana kwamba huwezi kujua Mungu pia anataka kutupima kwa mwaka mzima tunampenda kwa kiwango gani. Kwa hiyo kile tutakachokifanya, Mungu haangalii kile, anaangalia moyo uliofanya. Ndio maana alimtakabali Habiri kwanza, ndipo sadaka ikafuata. Kwa hiyo kipimo cha kwamba unampenda Mungu maana yake kwamba katika kile utakachokifanya ndicho kitaonyesha moyo wako unampenda Mungu kiwango gani. Nyosha mkono wako mahali ulipo, na we ambayo unatufuatilia online, naweza ukasimama kama ulikuwa umekaa mahali ulipo. Tunakwenda kuomba Mungu wakati huu, nataka nikupe nafasi. Nataka nikupe nafasi, ni tafakari umemtii Mungu kwa kiwango gani, ni maeneo gani ambayo Mungu anapoyapitia anapoyaangalia, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya yanayoonyesha kwamba umempenda. Pengine kazi imechukua nafasi yake, pengine biashara imechukua nafasi yake, pengine watoto wamechukua nafasi yake, pengine mali uliyoipata imechukua nafasi yake, pengine kitu kizuri ulicho nacho kimechukua nafasi yake. Mungu anatamani urudi, moyo wako roho yako na nguvu zako zionyeshe zinampenda yeye. Nenda mbele za Mungu, kama utaomba kwa sauti ya kimya, kama utapaza sauti, nenda mbele za Mungu wakati nami naomba mahali nilipo. Baba yetu na Mungu wetu uliye mtakatifu, wewe ni Mungu unayetupenda, hata ulipoona tungali wenye dhambi ulikubali kuacha enzi na mamlaka ukaacha utukufu wote ukaikubali aibu kwa ajili yetu, ukachekwa, ukatemewa mate, ukadhiakiwa, ukapigwa mijeredi, ukafanyiwa kila namna ambayo ilipaswa tufanywe sisi mm. Ni upendo wa namna gani uliona? Jehova, tazama sisi, Ee Bwana, tumependa vitu ulivyotupa badala ya wewe uliyotupa hivyo vitu. Jehova, Tazama mioyo yetu e hey, Bwana, imekuwa mbali na wewe. Tazama, e hey, Bwana, tumetumia nguvu zetu nyingi kwa mambo mengine, lakini Jehova, kwako Bwana tumefanya kwa ulegevu. Ni ninaomba tusaidie mchana wa leo tuliopo hapa kwenye ibada hii. Tufungulia na yule ambaye popote pale, hmm, anatufuatilia ibada hii. Baba, achilia neema yako, achilia rehema zako, achilia huruma zako, ee Mungu Mtakatifu, tuowana kukupenda na nafasi ya kwanza tupe Bwana kujitoa kwa ajili yako Baba mtakatifu, tusaidie tupe Bwana kuzishika amri na sheria zako na maagizo ambayo Baba unataka tuyafanye Baba mtakatifu, ili tuweze kufanya. Tusaidie Mungu mtakatifu Tusaidie Baba mbinguni tusaidie Roho Mtakatifu, tufungulie Jehova, tusaidie kwa uweza wako Bwana, tenda ndani ya damu na nyama. Tusaidie kwa nguvu zako Bwana, tusaidie kwa mamlaka yako Bwana, tusaidie kwa kibali chako Bwana tusaidie kwa nguvu zako wewe Jehova, katika jina la Yesu Kristo, mm. na baba mtakatifu, mm. ingilia kati, kila chochote ambacho kimechukua nafasi kwenye mioyo yetu kinyume Kavino na wewe, kila chochote ambacho kimechukua nafasi kwenye maisha yetu kinyume na wewe, ingilia kati, kila chochote ambacho Bwana kimekamata nafsi zetu kinyume na wewe, kwa jina la Yesu. Baba, inawezekana kuna mwingine miongoni mwetu hmm, Yehova, anapitia mazingira ambayo anajiuliza kweli uko wapi? hmm. Mfungu wa Jehova, inawezekana, e Bwana, umeachilia kama kipimo kweli ya kuona moyo wake, maana pamoja na hayo yote hmm. hajakata tamaa ya kuja kanisani hmm hajakata tamaa ya kukuomba, hajakata tamaa ya kukupenda Baba, kwa mtu katika jina la Yesu. Kwa mtu mmoja kwakeasisha nguvu zako isha uweza wako kwa jina la Yesu ili hmm. ee Bwana hey, haleluya, mwisho wake ukawe ni mzuri Jahoma, kuliko mwanzo wake kama ulivyofanya kwa Ayubu mm, akawa zaidi ya yeah, mara ya kwanza, kama mm, kuna vitu vilipotea mm, kama viludisha. kuna vitu viharibika. Mungu unapoingilia kati unarejesha. Yesu, Yesu, mm. Yesu Mungu awabariki. Haleluya.